Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amemfuta kazi mkuu wa idara ya ujasusi wa taifa hilo Ronen Bar kutokana na kushindwa kuligundua shambulio la saba Oktoba 2023 la Hamas. Baraza la mawaziri la Israeli ambalo limekutana Alhamisi hii jioni ili kuidhinisha rasmi kufutwa kazi mapema kwa mkuu huyo wa idara ya ujasusi, ambaye aliteuliwa mwezi Oktoba 2021 kwa muhula wa miaka mitano kama mkuu wa Shinbeti. Netanyahu alitangaza nia yake ya kumfuta kazi katika taarifa yake ya video siku Jumapili akitaja kutokuaminiana kati ya wanaume hao wawili ambao walisema kumekuwa baada ya muda. Hatua hiyo ilizua hasira na kuchochea zaidi maandamano dhidi ya serikali mjini Jerusalemu ambayo walishuhudia maelfu ya Waisraeli wakiungana na waandamanaji wanaopinga mashambulizi mapya ya Israeli dhidi ya Gaza. Tangu siku ya Jumanne, Israel imeanzisha wimbi kubwa la mashambulizi dhidi ya kile ilichosema kuwa ni wapiganaji wa Hamas katika ardhi ya Palestina na hivyo kumaliza mapatano tete ambayo yalikuwa yamedumu kwa muda wa miezi miwili. Mkuu huyo wa idara ya ujasusi ametaja uamuzi wa kumtimua kuwa umechochewa kisiasa. Mwanasheria mkuu wa Israel Gali Baharav Miara, mkosoaji mkubwa wa Netanyahu, ambaye mwenyewe anakabiliwa na kesi ya kufutwa kazi, alidai kuwa kiongozi huyo angeweza kufukuzwa kazi hadi uhalali wa hatua hiyo utakapotathminiwa. Barua iliyotumwa na Netanyahu kwa wajumbe wa serikali yake kabla ya mkutano huo ilirejelea kupotea kwa uaminifu wa kitaalam na kibinafsi kati ya waziri mkuu na kiongozi huyo na kupendekeza kumalizika kwa muhula wake tarehe 20 Aprili kupotea kwa uaminifu wa kitaaluma kumwimarishwa wakati wa vita zaidi ya kushindwa kwa uendeshaji wa tarehe saba mwezi wa kumi elfu mbili ishirini na tatu na hasa katika miezi ya hivi karibuni, ilisema ikirejelea mashambulizi ya Hamas dhidi ya Israeli ambayo yalisababisha vita vya Israel na Gaza. Wizara ya afya inayoendeshwa na Hamas inasema kwamba takribani watu 1200 waliuawa na 251 kuchukuliwa mateka wakati wa mashambulizi hayo. Israel ilijibu kwa mashambulizi makubwa ya kijeshi ambayo yameua zaidi ya wa Wapalestina 48500. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.